Kutana na Cyrus Kabiru anayegeuza taka na kutengeneza vifaa vya kuvutia kwa kuongeza ubunifu wake wa sanaa. Si redio tu zilizotiwa nakshi ya sanaa, bali vitu kama baiskeli na mapambo ya aina mbalimbali ya macho. I grew up in Nairobi on a slum called Korogocho. Nilikulia Nairobi katika mtaa wa mabanda wa Korogosho tulizungukwa so, na majaa ya taka by the trash. Kwa hiyo napata msukumo kutokana na taka using... napenda kutumia I love taka sand, nyaya, vyuma na plastiki nikiziona sizioni kama taka kwangu, mimi naona kazi ya sanaa ya ajabu ili kutengeneza kitu kama hiki lazima ufikirie kiubunifu. Cyrus pia hupata msukumo kutoka kwenye barabara za Kenya, ambako pikipiki zimechukua nafasi ya baiskeli za zamani zilizokuwa maarufu kama Black Mamba. Jina hilo linatokana na nyoka mweusi anayepatikana sana maeneo ya kusini mwa jangwa la Sahara. so, I kwa hivyo niliamua kuchukua zile baisikeli zilizochakaa za Black Mamba na kuzibadilisha kuwa za kisanaa zaidi. Ninaziita mwisho wa Black mamba his... Nikisafiri huwa nabeba sanduku tupu ambalo nitajaza taka kutoka nchi hiyo. Kwa hivyo naweza kupata pambo lenye shanga kutoka India, chuma kutoka Uswisi. Huwezi hata kutambua kama ni kiafrika, kichina au kizungu Uh, European and all that. I've traveled more... Even nimesafiri zaidi ya nchi 40 kushiriki maonyesho makubwa. La hivi karibuni ni jumba la makumbusho la Met ambalo ni hatua kubwa kama msanii hasa kutoka Afrika. Cyrus alifanikiwa katika ulimwengu wa sanaa bila mafunzo rasmi shuleni. In Kenya we don't have... Hapa Kenya hatuna masomo ya sanaa shuleni, kwa hivyo hatuna utamaduni wa sanaa. Bado tuna tatizo la kuhusisha ubunifu na ushirikina. Wapo waliomwambia mama yangu awe makini nami kwa sababu ya mambo yangu ya ajabu. Licha ya mashaka ya awali kutoka kwa majirani zake, Cyrus ameendelea kukua kwa kasi kisanaa, na safari ijayo atakuwa akionyesha kazi zake katika angalau nchi nne. Ninasubiri kwa hamu kusikia kuhusu safari zake zijazo. Tutazungumza tena wakati mwingine.